Zimebaki takribani siku 24 kufanyika kwa uchaguzi mkuu. Mgombea wetu wa urais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ataanza ziara ya kampeni kanda yaziwa, ya ziwa kwa maana ya mikoa ya Mwanza, Geita, Shinyanga, Simiu, Mara, Kagera kwenda kuzungumza na wananchi wa maeneo hayo, lakini kwenda kuinadi ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2025-2030 na katika mikoa hiyo mgombea atakwenda kukutana na makundi mbalimbali mbali ya watu akielezea sera nini chama kitakwenda kufanya na ahadi ambazo zipo ndani ya ilani zinakwenda kufanikiwa kwa namna gani. Kwa hiyo nitumie pia fursa hii kuwaalika wananchi wa mikoa ya kanda ya Ziwa kwamba Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan atakuwepo kule kuanzia tarehe saba kwenda kuanza kampeni na kunadi ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi kwa miaka mitano inayokuja. Lakini kama nilivyosema awali, kanda ya ziwa imefanyiwa mambo mengi. Moja, kukamilika kwa daraja la Kigongo Busisi, maarufu daraja la Magufuli, ambalo limegharimu zaidi ya bilioni mia saba. Lakini jambo lingine, kanda ya ziwa kumekuwa na miradi mingi ya maji ambayo inatekelezwa ikiwemo mradi wa ziwa Victoria, ambao utakwenda kupeleka maji katika mikoa mingi Shinyanga, Tabora, Simiu na maeneo mengine ambapo wananchi watakwenda kupata maji safi na salama. Lakini pia kumekuwepo na ujenzi wa vivuko, ununuzi wa meli, na haya yote yamefanyika katika kanda ya ziwa. Lakini kule wanadili zaidi na sekta ya uvuvi kupitia ya ziwa Victoria, Dkt. Samia Suluhu Hassan alipeleka ambulance boat ambayo inasaidia katika uokozi. Kama tunavyofahamu kumekuwa na majanga yanatokea kanda ya ziwa. Kuna mambo mengi, haya ni kwa uchache, lakini mengi yatazungumzwa kama yalivyoelekezwa kwenye ilani na mzungumzaji niye, mwenyewe Dr. Samia Suluhu Hassan atakwenda kuyakamilisha.